wananchi hawataki mama Samia. Hii ni silali asubuhi hii, wananchi hawataki mama Samia, wananchi wanataka haki yao na jeshi limekuja kutupa sapoti Jeshi liko sehemu ya wananchi, msiogope. Jeshi liko upande wa wananchi, jeshi liko upande wa wananchi, msiogope. Wanajeshi tunawapenda sana, wanajeshi, nyie ni ndugu zetu, sisi tunawapenda sana. We love our country. Tanzania ni nchi yetu hatuna nchi nyingine, kwa hiyo sisi